Karibu sehemu ya pili ya simulizi ya safari ya Musa. Lakini kwanza bonyeza subscribe kwenye Simulizi za Biblia ili usikose hatua yoyote ya safari hii ya kiroho. Miaka arobaini ilikuwa imetulia kimya katika nchi ya Midiani. Musa alikuwa amezoea maisha ya upole na utulivu, kuchunga kondoo, kutafuta malisho na kutembea katika nyikani za milima ya Horebu. Mtu aliyewahi kutembea katika kumbi za kifalme za Misri sasa alikuwa mchunga wa kawaida. Lakini kadiri miaka ilivyosonga, jua la kila siku lilimkumbusha kuwa safari yake bado haijafika mwisho. Alihisi kitu moyoni, kama sauti ya mbali inayomwita kwa kazi kubwa zaidi. Ndipo tukio moja lililoshangaza ulimwengu wa kiroho na mlelwa kimwili likaibuka na maisha ya Musa yakabadilika milele. Siku moja Musa alipokuwa akichunga kondoo wa Yethro karibu na mlima Horebu, aliona kitu cha ajabu: kijiti kikiwaka moto bila kuungua. Moto huo haukuwa moto wa kawaida, ulikuwa na mwanga wa ajabu, kama vile moto huo ulikuwa na maisha ndani yake. Musa alisema moyoni mwake, nitageuka na kuona maono haya makubwa, mbona kijiti hakiteketei? Alipokaribia, ghafla sauti ikatoka katika kile kitakachokuwa mlango wa historia mpya. Musa! Musa! Naye akasema Mimi hapa. Kisha ikamwambia Usikaribie zaidi, vua viatu vyako miguuni, kwa maana mahali unapokanyaga ni nchi takatifu. Musa alitetemeka, alifunika uso wake kwa mikono, akajua kuwa anaongea na Mungu. Sauti ile ikasema, Mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Hapo ndipo historia ya agano ikageuka. Mungu aliamua kuanzisha tendo la ukombozi kwa kupitia mtu ambaye dunia haikumdhani tena kuwa wa muhimu. Mungu alimwambia Musa, nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nimefika ili niwakomboe. Sasa basi, nenda kwa Farao ukawatoe watu wangu. Maneno haya yalimshtua Musa. Yeye kurudi Misri? Yeye aliyekimbia kama mkimbizi yeye ambaye alikuwa amesahaulika hata na watu wake. Musa alipumua kwa shida, akatetemeka na kuanza kutoa hoja zake. Hofu tano za Musa, mazungumzo ya moyoni na Mungu. Hofu ya kwanza, mimi ni nani? Musa alisema mimi ni nani hata niende kwa Farao? Hapa Musa alionyesha athari ya miaka ya chini. Aliwahi kuwa mkuu wa jeshi, mwana wa kifalme, lakini sasa aliona udhaifu wake. Mungu akamwambia, mimi nitakuwa pamoja nawe. Huu ndio msingi wa uongozi wa kiungu, sio uwezo wa mtu, bali uwepo wa Mungu. Hofu ya pili, watanijibuje? Musa aliendelea kusema, nikienda kwa wana wa Israeli na nikawaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, watanijibu jina lake ni nani? Hapo Mungu akajifunua kwa jina ambalo halikuwahi kutamkwa kwa uzito huo: Mimi Niko ambaye Niko. Waambie, mimi niko amenituma. Jina hili lilimaanisha yeye ambaye anakuwepo, ambaye habadiliki, ambaye anadumu milele. Hofu ya tatu, hawanisadiki. Musa alisema, wasiponiamini au kunisikia je? Mungu akampa miujiza mitatu: fimbo kuwa nyoka, mkono kuwa mwenye ukoma kisha kupona, maji ya Naili kuwa damu. Hii ilikuwa ishara kwamba Mungu anashuka na nguvu na mamlaka. Hofu ya nne, mimi si mfasaha wa maneno. Musa akasema, mimi ni mzito wa ulimi, mimi si mwepesi kusema. Mungu akamjibu kwa nguvu, ni nani aliyempa mtu ulimi? Mimi nitakuwa kinywa chako. Hofu ya tano, tuma mwingine. Hapo Musa alijikuta mwisho wa hoja zake. Akasema, Bwana, tafadhali tuma utakayemtuma. Hasira ya Mungu ikawaka kidogo, lakini si hasira ya hukumu, ila ile ya kutaka kumwonyesha Musa kuwa ameandaliwa kabisa. Mungu akamwambia, ndugu yako Haruni anakuja ya, yeye atakuwa mdomo wako, wewe utakuwa kama Mungu kwake. Hapo Musa alinyenyekea na kukubali hatima yake. Baada ya mazungumzo yale ajabu, Musa alirudi kwa Yethro na kumwambia, niruhusu nirudi Misri kuwaona ndugu zangu. Yethro alibariki safari yake. Mungu alimwambia Musa akiwa Misri, nenda nyikani ukutane na Musa. Walikutana katika mlima wa Mungu na kukumbatiana. Musa akameleza kila kitu alichoambiwa na Bwana. Haruni akiwa mzungumzaji mzuri, alikubali kuwa msemaji wa Musa. Walifika Misri, wakawakusanya wazee wa Israeli na kuwaambia ujumbe wa Mungu. Watu pilipoona miujiza ile mikononi mwa Musa wakamsujudia Mungu. Hichi kilikuwa kipindi cha matumaini mapya baada ya miaka mia nne na zaidi ya utumwa. Siku ilifika ambapo Musa na Haruni walisimama mbele ya Farao katika ukumbi wa kifalme uliojaa wasaidizi, wachawi na makuhani. Musa alitamka maneno yaliyotekesa misingi ya Misri. Bwana Mungu wa Israeli asema, "Waachie watu wangu wende kunitumia jangwani." Farao akajibu kwa kiburi, mimi Bwana ni nani nimsikilize? Kwa maneno hayo, vita vya kiroho vilianza. Vita si kati ya Musa na Farao bali kati ya Mungu wa Israeli na miungu ya uongo ya Misri. Baada ya kukataa, Musa akatoa ishara, fimbo kuwa nyoka. Haruni alitupa fimbo chini ikawa nyoka mkubwa. Wachawi wa Misri wakafanya vivyote, lakini nyoka wa Musa alimeza nyoka zao, ishara kuwa mamlaka ya Mungu iko juu ya nguvu zote za kigiza. Hata hivyo, Farao akakataa kutii. Asante kwa kufuatilia simulizi hili. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe simulizi za Biblia ili uendelee na sehemu ya tatu ya simulizi hii ya kiroho.